Tukirejea humu nchini, Rais William Ruto amewataka vijana kuwa makini haswa wanasiasa wanapojaribu kuwashawishi wawapigie kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Rais Ruto alikuwa akizungumza katika kaunti ya Kakamega ambapo alitoa fedha kwa vijana kupitia hazina ya Nyota. Mary Ann Nyambura anaarifu. Rais William Ruto alikuwa kwenye hafla ya uzinduzi wa hazina ya kutoa msaada wa kibiashara kwa vijana katika uwanja wa michezo wa Mumias, kaunti ya Kakamega. Hazina hiyo ya mradi wa nyota ikiwa na jumla ya shilingi bilioni tano zinazolenga kuwawezesha vijana kuanzisha na kustawisha biashara zao. Najua itafikia vijana wote. Tumesema program ambayo inafuata ni ile program ambayo ita target wale ambao wanatafuta nafasi ya kupata ujuzi. Aidha, aliwahimiza vijana kuwa na hekima kuuliza maswali magumu na kuchunguza kwa makini ahadi za kila kiongozi kabla ya kufanya uamuzi wa kumchagua. Kuna wanasiasa wanaambia vijana ati mujipange, muchukue kura ndio muwapigie kura, lakini hawaambii hiyo kura unapiga itakusaidia wewe na nini. Yeye anataka kuwa bwana mkubwa, na wewe utapata nini? mradi huo umepigiwa debe kama wa kuimarisha nafasi za vijana na kuboresha maisha yao kupitia mgao wa elfu hamsini kwa vijana sabini katika kila wadi elfu moja mia nne hamsini. Kuna watu watakuambia elfu ishirini na tano haiwezi kufanya chochote. Kuna watu watakuambia shilingi elfu hamsini haiwezi kufanya chochote, lakini mimi nataka kukueleza ukitumia akili, ukijipanga vizuri

Rais Ruto alisema kuwa hazina ya Nyota itapiga jeki juhudi zinazoendelea za kuwapa mikopo vijana kama vile hazina ya Hasla, hazina ya wanawake na ile ya vijana ambazo zinalenga kuwafadhili wajasiriamali. Miriam Nyambura, runinga ya Mirianya Citizen.